Matokeo aende kucheza cheza kucheza cheza, basi striker watatu, yani hicho ndicho kilichotuuma, striker watatu wote wameanzia benchi, utapata matokeo vipi? Mechi iko inaisha kipindi cha kwanza, timu ndio ilikuwa inashambulia, viungo wana nguvu, nafasi zinatengenezwa, hakuna striker kufunga, eh ndio hicho, tumepoteza kwao, tumepoteza. Mimi kwa, kwa maoni yangu, uzembe wa kocha. Mimi naona kocha anakosea kupanga timu kwa hali, ukweli mtatoboa kwenye hili Ado, akichezesha hivi atutoboi, akibadilika tunatoboa. Wachezaji wapo wazuri, wazuli e, abadilike. Tumecheza kama ugenini, una defense uchezeshi eni uchezeshi striker ndo e, hivyo unaweza kusema hili kundi hu ndo kundi la kifo ah, hili kundi lishakuwa gumu kwetu kwa mwanzo bado, lakini ikiendelea hivi kupita pita, kupita pita, tuna pita. Majina nani na Amili na... Juma, majina yako Bobaka, unasema kupita, mnapita kivipi? Tunapita, sawa. Lakini kocha atakiwa abadilike kupita tunapita. Ashabaraka amesema wataenda kuongea na kocha kupitia kamati ya mashindano amesema, amesema wataenda kuongea na kocha ileo kupitia kamati yao mashindano. Hmm, unahisi amta mvuruga awezi? Ah, ah, ni, ni, ni, ni, ni, ni makosa ambayo machache tu. Sawa, kwa sababu kwa mfano kama uchebe alikuwa anaanza na striker watatu mpaka wanne, kagere mugaru okwi sana pamoja na boko

E, kwa hali hii inawezekana kwenye Simba lakini hivi sasa tumeanza vibaya, kwa sababu moja ya kitu ambacho tulitarajia sio kitu ambacho tumekipata. E, hii inaonekana inaonyesha kabisa kwamba timu yetu inahitaji kitu fulani katika katika maboresho, lakini mwalimu anapokuwa anaingia ndani ya kikosi anahitajika afanye marekebisho mapema, kwa sababu mwanzo tu wa kikosi, mashabiki wengi walijua kwamba hapa itakuwa ni shughuli ngumu kwa sababu unacheza bila steka, maana yake kwamba mchezo huo sisi hatujauzoea. Tumezoea kwamba timu weka kamili, ili waende kupambana uwanjani, tutaona mchezaji nani amekosea nani amepatia. Lakini unapokuwa unaingia na mbinu ambazo tofauti ambazo sisi hatujazizoea, maana yake pia unatia ugumu kwenye mechi, na ndio maana umeona mpinzani alivyopata matokeo. Sasa ndio yuko mazoezini kocha, sasa kwa mfumo huu hawezi kutoboa kwa sababu mechi hizi hapa ni mechi ambazo zinahitaji mbinu kubwa na akili nyingi unapokosea tu ndani ya kikosi basi umekucha. Kwa sababu unamweka bila steka maana yake ni kwamba hauhitaji matokeo huko nyumbani brother, huko nyumbani unahitaji kutoka unataka unatakiwa ufunguke ufanye sasa kule nyumbani kwao tutaenda kwa staili hii. ni kwamba tena tunaenda kufunguka kwao haiwezekani hapa ndio tulikuwa tunatakiwa tucheze mchezo wetu sisi tunaojua Bila biriani ilipigwe pasi nyingi watu wafunge lakini sasa unaenda kujirinda kama hii kwa Mkapa hatujazoea, na ndio maana mashabiki wameonyesha sia zao, wamemwambia bwana mwalimu, hivi tunavyoelekea huenda safari ikawa fupi. Eh, asante sana.